Juma lililopita mamlaka za Iraq zilifanikiwa kuzuia moja ya shehena kubwa zaidi ya dawa za kulevya aina ya Captagon. Zaidi ya tani moja ya dawa hizo haramu ambazo ni maarufu miongoni mwa mataifa tajiri ya huba zilikuwa zimefichwa kwenye lori lililokuwa likielekea katika mpaka wa Iraq na Uturuki na lilikuwa likitokea Syria. Wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe Syria, biashara ya Captagon ilikuwa moja ya biashara zilizoingizia fedha nyingi serikali ya Rais Bashar al al-Assad. Kutokana na kuwekewa vikwazo vingi kwa sababu ya uhalifu wa kivita, hiyo ilikuwa ni njia pekee ya utawala wake kutengeneza kipato. Mapema wa mwezi Disemba mwaka uliopita, baada ya utawala wa Assad kuangushwa na makundi pinzani, Rais wa mpito Ahmad al-Sharaa alisema katika hotuba yake baada ya kuingia madarakani kuwa Syria itaondokana na ulanguzi wa dawa za kulevya. Mwezi Januari Siria ilitiliana saini na Jordan ikiahidi kukomesha biashara ya Captagon. Hata hivyo, bado hilo halijafanikiwa. Mmoja ya sababu ni kutokana na matatizo ya kiusalama yanayoendelea Siria. Serikali ya mpito haina fedha, wafanyakazi, wala vifaa vya kufuatilia ili kusambaratisha uzalishaji wa Captagon na mtandao mzima wa ulanguzi. Taasisi ya New Lines ya Washington imekuwa ikifuatilia ripoti za ulanguzi wa captagon tangu mwaka 2016 na mwaka 2024 iligundua kuwa utawala wa Assad ulianza kuishinikiza mitandao ya walanguzi. Hii ilitokana na mataifa mengine ya Kiarabu kuishinikiza serikali ya Assad kuikomesha biashara hiyo haramu. Saudi Arabia na Jordan, kwa mfano, zinaichukulia captagon kuwa tatizo kubwa kwa watu wao na kwa usalama. Matokeo yake utawala huo mwaka ulionekana kana kwamba ulifanikiwa kuwasambaratisha walanguzi na makundi makubwa ya wahalifu, lakini bado mitandao hiyo inaendelea kufanya kazi Siria, kama anavyoeleza mkurugenzi wa kitengo cha mizozo inayotokana na uhalifu cha taasisi ya New Lines Caroline Rose seen... Tulichokishuhudia kwa walau mwaka mmoja uliopita ni kuwa ulanguzi wa Captagon umesambaa na kuvuka Siria na kuingia Iraq, Uturuki, Ujerumani, Misri hadi Kuwait na nafikiri wakati ule utawala wa Asad haukujua au haukutegemea mashambulizi yatatokea Disemba na kuwa serikali itaanguka, lakini bila kufahamu waliiacha biashara hii istawi baada ya kuanguka kwa utawala wa Asad. Kulingana na mtaalamu huyo, mitandao ya walanguzi imepunguzwa ukubwa na maabara za kutengeneza dawa hizo za kulevya zimekuwa ndogo na zinazohamishika hata kabla ya Disemba, na mazingira hayo yanasaidia biashara ya Captagon ivuke mipaka ya kikanda na kuwa ngumu kupambana nayo. Nje ya Siria, makundi yaliyounga mkono utawala wa Assad ambao awali ulituhumiwa kwa kuhusika na biashara ya Captagon, yakiwemo Hezbollah la Lebanon na wanamgambo wa Iraq wenye mafungamano na Iran, yanashukiwa kuwa huenda bado yanahusika na biashara hiyo. Sehemu ya dawa za Captagon zilizokamatwa ni mabaki ya utawala wa Assad, lakini bado zinazalishwa ndani ya Siria, kulingana na ripoti ya mkurugenzi msaidizi wa taasisi ya utafiti ya sera za umma ya Carnegie, Mohanad Hage Ali. Kulingana na Ali, walanguzi wakubwa wa dawa za kulevya tayari wanahusika pakubwa katika machafuko ya kisiasa ya Lebanon na Syria na kwa sasa nchi zote mbili zinapitia nyakati ngumu za mpito.